Na mtazamaji, msafara wa Jipange na Viusasa kwa ushirikiano na Royal Media Services umeingia ukanda wa magharibi ambapo wakazi wa Kakamega wamepata fursa ya kipekee kukutana na watangazaji nguli wa Radio Citizen, Vuuka FM na Mulembe FM. Aidha, ujumbe wa Jipange na Viusasa ulifika mtaani huku wa Kenya wakipata nafasi ya kujiunga na Viusasa kwa shilingi kumi na kujipatia huduma za kutazama vipindi murwa kwenye kiunzi cha Viusasa na pia wana nafasi ya kujishindia hadi shilingi milioni mbili pesa taslimu. Msafara ulizuru Gambogi, Mbale, Chavakali, Kambi na hatimaye Matete. Kuwa na washindi wengi kutoka Western, tuko na washindi kutoka Bungoma, Kakamega. Uh, na maeneo mengi sana so tumekuja na msafara wetu kuwaletea pesa zao nyingi, na pia kufa, kuhamasisha ao wengine waendelee kujiunga na Viusasa. So vijana ni 50 bob peke yake, and the more you subscribe the more chances for you to win. So nataka tuchangamke, una subscribe so, tuchanga mke, pale kwenye paybill 724177 hiyo ndio paybill number, cheza nayo yani vijana tucheze ka, sisi because this time round atuwezi acha nyuma, tujipange na nini na Viusasa top shooter, tumefurahi Yeah, Radio Citizen Royal Media Services kututembelea. Sisi tumejipanga kama sisi wanaviiga. Tunaomba kaunti zingine pia na nyinyi mujipange. Kila kitu ni Jipange na Viusasa.